Okay. Mambo vipi jamani? Ah. Ah, uh, uh, uh, in uh, ina urefu elfu tano mia moja arobaini na tisa ambao ni kilele cha pili kwa urefu Kilimanjaro jamani. Ah. Uh, na na kufurahi kuona jua, kushuhudia jua hapa Kilimanjaro ni jambo sana la pekee, yaani ni jambo la kipekee na fahari kubwa sana sasa kwa wageni. Na hapa ya ile pale mnayoona ile, ile, Gilmans Point iko kule kilele cha kwanza, alafu hichi hapa hichi kinachoonekana kama kibao hichi hapa hichi ni Stella Point ambapo ni elfu tano mia saba na ile kule elfu tano mia sita Alafu hii mnaiona huku hiyo hiyo ni crater ambayo iko dormant. Alafu wale pale mnaona ni wageni wa kileleni wale wanaelekea Uhuru, Uhuru Piki, ambao ni kilele kirefu ambao ni elfu tano mia nane tisini na tano kilele kirefu ah, afu yale pale ni mabarafu yale mnayoona pale, mabarafu yale maglaciers.